nitakusaidia. Mm. Lakini mjomba, mjomba, Mjomba mimi ndo lazima nitakushtaki. Ah, utashtaki nini? Ehe. Lakini mama mjomba kwa kwa chumbani huyu anavuta chumbani kwa dada, huyu mtoto wako mwongo sana. Tena mwangalia tu anaongea na singizia. Hapa nikuwambia, ende shule hataki.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 Nikiwa kama kijana cha kwanza kabisa na naweza kuwasaidia kwenye kuwahamasisha, kwamba kwa kuwaonyesha kwamba role model zao, kwa ni mfano niweza nikaonyesha, ni kwa mfano kwamba hata wasichana siku hizi wanaweza, na ndio maana tukimwangalia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni msichana kama wao pia, na alianza kama wao pia Ko oh, wana uwezo mkubwa ambao wanaweza wakaisaidia nchi, wakaisaidia hata na dunia pia kwa ujumla. Kwa hiyo nitawashauri ni katika kujiingeji ni, sana na kusoma kuliko kufanya mambo mengine ambayo yana uwezo yakasababishia wao mimba za utotoni, kukatishwa kwa masomo pia, na uwezo pia wa kusaidia pia kwa kutengenezea mazingira ambayo yatakuwa rafiki kwao kwa mfano ninaweza nikasaidia kuambia vijana wenzangu, kwa mfano wanajihusisha sana na biashara, biashara kama boda boda, si, watu wa muvi waache kuwashawisha mabinti wadogo kwa, wa kwa kuwalagai vi hela vidogo vidogo na kusababisha kukwamisha ndoto zao, pia hiyo ni moja wapo pia ya kuwatengenezea mazingira mazuri katika jamii, pia naweza nikawasaidia katika kukuza na kuweza kuongeza confidence yao pia, kwa kwamba mtoto mdogo msichana anaweza ka, akatoka kabisa kwenye confidence kwamba yeye anaweza kulingana tu labda naombo lake jinsi alivyo, labda au anaweza kawa labda ni kilema, au anaweza kawa labda ana upungufu wa kitu fulani, ikamondoa kabisa kwenye malengo yake na akahisi yeye hawezi labda, au hawezi kufikia ndoto fulani na uwezo wa kumshauri na nikamwambia kwamba wapo watu walemavu wa kike na wamefikia ndoto kubwa, wengine ni waandishi habari, wengine pia marubani na wa naakukamilika pia. Kama kijana, nina uwezo wa kuwasaidia tena katika kielimu, kuwashauri kwamba elimu pia sio kwamba itakusaidia tu kupata kazi, inaweza ikakusaidia kwenye kulea familia yako pindi ambapo utakuwa wewe kama mama kwa sababu huwezi kumlea mtoto wako vizuri kama hauna elimu ya kiafya, elimu ya kumwongoza mtoto wako namna gani ya ishi namna gani ya amche Mungu. Inahitaji elimu ambayo yeye sasa hivi anapaswa kuzingatia. Uwezo nauweza kuwashawishi katika hiyo pia, naweza nikawashawishi katika engo ya kwamba wanapaswa kuwa na hofu ya Mungu, uwe Muislamu uwe Mkristo ili mradi uweze kuwa katika mazingira bora, unapaswa uwe na hofu ya Mungu siku zote. Vishawishi muda mwingine vinakuja kwa sababu unakuta mtu msichana ana hofu ile ya Mungu. Unakuta akiamka akienda kwenye masomo au akiwa nyumbani katika msaada wa nyumbani ana ile hofu, yani hata akiwa anatekeleza jambo fulani, hakuna kitu cha kumzuia kwamba hichi ni kitu kibaya au hichi ni kitu kizuri katika jamii kwao. Mimi kama kijana nitakuwa ni mtu namba moja wa kuambia kwamba unatakiwa pia huwe na hofu ya Mungu na kumuonyesha Mungu ana nafasi gani katika jamii na nafasi gani katika maisha yetu ya sasa hivi na ya baadaye pia. Ninaweza kwa kuwasaidia kwa pia katika side effect za kufanya vitu ambavyo havina msaada kwa sasa hivi, kwa mfano kama msichana, yeye alivyo katika umri huo mdogo, aking, aking, jihusisha na mahusiano katika lika lake dogo, ana uwezo mkubwa sana wa kupata mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa ambayo baadaye huenda akawa mtu mkubwa lakini ndoto zake zisikie malengo, kwa sababu umri wake ukawa ni mdogo wa kuishi. Aidha anaweza akapatwa na magonjwa ambayo atamfanya labda awe tu kitandani muda wote, au ikampunguza confidence yake au pia ikamwondolea kabisa, yani kwenye kutimiza zile ndoto ambazo yeye alikuwa na uwezo na uthubutu alikuwa nao, ila kwa sababu ya magonjwa fulani yanamkatiza kabisa yale malengo kuyafikia. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba vijana wenzangu pamoja na mimi kama kijana, tuwe ni msingi namba moja wa kuwasaidia vijana wa jinsia ya kike, kwa sababu sisi pia ni chachu moja wapo pia ya kuwaharibu kwa sababu kuna mifano zaidi kabisa kwamba vijana siku hizi tunakuwa tunajiengeji kwa haraka kwenye biashara, na ndio kama waendesha pikipiki tigo pesa tunamiliki, kwa tunapata hela zile za kuwarubuni hawa dada zetu wadogo, kwa sababu tuna uwezo wa kuwakimu vihela vidogo vidogo. Wao nao wanaingiwa tamaa, kwa kukosa hofu ya Mungu, wanaaibikiwa wakiwa na umri mdogo kabisa, ambapo huenda wangekuwa ni tegemeo kubwa la taifa katika vitu vingi sana. Kwao ningeomba sisi kama vijana tuwasaidie vijana wenzetu, hasa hawa dada zetu katika kukizi na kufikia malengo yao. Naamini katika positive na negative role model, hasa katika kipindi hiki cha teknolojia wamekuwa wanasaidi mbili kwao, yapaswa pia kuwa na msimamizi ambaye atakwambia huyu ni role model wako, lakini fata vile positive, usiende kwenye hivi negative, kwa sababu role model naye hajakamilika, ana negative zake na ana positive zake. Kwa hiyo wewe kama kijana msichana, unapasa ufate zile positive ambazo unaona hizi zitakufikisha katika malengo yako, na pia aziendi nje na aziendi nje na jamii yako au na Mungu pia, kwa sababu role model wengi siku hizi nao wamekuwa pia ni chachu ya kuharibu hawa wadogo zao wa kike. Unakuta role model ana mafanikio ndio, lakini mafanikio yake pia ameyapata kwa njia tofauti. Anaweza akawa chachu ndio ya kumfanya huyu msichana mdogo apende bila alivyo subutu, lakini akitaka afuate ile misingi ya yule dada yake ambaye amefanikiwa, si misingi halali katika jamii na pia katika kimungu. Kwa hiyo sio role model wote ndio wanapaswa kunanilivu wafuata. Mimi kama kijana wa jamii kwanza, initiative na pia, kama kijana wa nchi yangu na mtaani kwangu, ninatakiwa niwe kama chacho na niwe kama mfano kwa kwakee kijana mwenzetu katika kulinda hawa mabinti dada zetu au mabinti zetu ambao wana umri mdogo. Manake hawa ndio mama zetu wa baadaye, na kama ni mama zetu, ni kama mashine ya kututolea tena sisi wanaume na wanawake wengine. Kwa kama tukiwaribu wasichana hawa wadogo leo, maana yake tunatengeneza jeshe, generation ya watu ambao ni wahovyo ha, haitajarisha ya kiume au ya kiki. Kwa hiyo msingi mkubwa ni hawa dada zetu hawa wadogo zetu. Tukitaka tujenge jamii nzuri, lazima hawa dada zetu na wadogo zetu wawe katika misingi imara, iwe ya kiuchumi, ya kiroho na ya kijamii kwa hmm, ujumla. Jina langu ni Walter Charles Kimario, ni mwasibu accountant katika department ya kaunti.